Misitu yetu inapatikana katika ekolojia mbalimbali, na katika ekolojia hizo kuna bayonwai nyingi za mimea na wanyama, kwa kuzingatia necha tu ya maeneo yale. Tunatumia maeneo mengi ya misitu yetu sasa hivi kwa swala la utalii ekolojia, lakini kubwa ambalo pia tunaenda nalo sasa hivi katika ufugaji nyuki, ni kuhakikisha kwamba tunatumia nyuki kwa masuala ya utalii. Maeneo tunayofuga nyuki kama ilivyo maeneo mengine duniani yamekuwa ya, ya kivutio kikubwa, kwa maana ya ile teknolojia tunayotumia kufuga nyuki. Kuna teknolojia ya zamani, lakini teknolojia mpya, na tayari kuna kampuni mbalimbali zinazofanya nyuki safari katika maeneo mbalimbali, na ni wajibu wetu sisi kuhakikisha fursa hii tunaitangaza vizuri, ili nyuki watumike pia kwa swala la utalii. Lakini pia tunatoa fursa ya utalii wa kujifunza kwa maana ya, ya, ya tafiti na mafunzo katika sekta hii pia ya nyuki. Kwa hiyo vyote hivi vinasaidia kuhakikisha kwamba sekta hii inakuwa na, kwa kweli sasa hivi inakwenda vizuri.